Kwamba maati wanataka kufanyia matengenezo makubwa walivyosema, uwanja wa Amani wakasema mradi ule utagharimu bilioni hamsini na mbili. Ngapi? Bilioni hamsini na mbili. Uwanja wa Amani uwezo wake ni kuchukua watu kumi na mbili elfu. Watu wangapi? Kumi na mbili elfu. Kipindi kile kile, Serikali ya Jamhuri ya Muungano ikatangaza kufanyia marekebisho makubwa uwanja wa Benjamin Mkapa ulioko Dar es Salaam. Uwanja wa Benjamin Mkapa uwezo wake ni kuchukua watu sitini elfu hapa ngapi? Amani ngapi? 12 elfu, kule ni 60 elfu. Lakini marekebisho wa ya uwanja wa Mkapa, serikali ya Muungano ikatangaza yatagharimu bilioni 31.3. Na hapo na, na hakika huko na pesa zishapigwa, lakini si tuchukulie kwa maana ya mlinganisho bilioni 31 nukta tatu kwa marekebisho ya uwanja ambao uwezo wake ni watu sitini elfu na hapa uwanja wa kutu kumi na mbili elfu ati kutia vipaa vile vya plastiki na viti vibovu vilivyovunjika siku ya mwanzo vilivyotumika maplastiki mabovu yane, ati bilioni hamsini na mbili ziada, mradi haujaanza hapa ziada ya bilioni ishirini nukta saba wakati huu ni mdogo mara tano ya ule kule wa bara. Ilipaswa gharama kama za uwanja wa Mkapa ni bilioni thelathini na moja, ugawe mara tano ndo upate gharama za matengenezo ya uwanja wa watu 12000. Maana yake ni kwamba ulikuwa ufike bilioni sita, changia na hayo mengine ya kupambapamba, sema bilioni nne nyingine, ulipaswa usizidi bilioni kumi. Lakini wao wametutangazia ngapi? Bilioni 52 lakini walipokamilisha uwanja wakasema umegharimu bilioni sitini na mbili bilioni kumi ziada. Lakini taarifa ambazo sisi tunazo, ukweli wametumia bilioni mia moja na mbili. kitu ambacho tuna hakika kikifanyiwa tathmini hakipaswi kuzidi bilioni kumi. Na kama mnakumbuka, nilimpa challenge mkutano uliofanya jimbo la Magomeni, ambao mpaka leo challenge ile imewashinda na itawashinda tutakuja kuitekeleza Novemba chini ya rais Othman Masoud insha Allah. Niliwapa challenge gani? tuliwaambia kama sisi waongo na nyinyi ndio wasema kweli, leteni wakaguzi wa kimataifa huru kabisa. Au umesahau? litoa challenge hiyo Magomeni pale, leteni kampuni na yako duniani, kuna kampuni inaitwa KPMG, kuna PricewaterhouseCoopers kuna makampuni ya kimataifa . Leteni kampuni huru ije ifanye tathmini ya miradi hii. Wamebakia kubana pua, uongo, uongo. Kitu ambacho kilipaswa kisizidi bilioni kumi, wananchi wa Zanzibar inapigwa mabilioni namna hiyo. Nilikuambieni kwamba na nairejea, kila kwa sababu, kwa wananchi maskini, pengine hata kuifahamu hawaifahamu, lakini kila bilioni moja, ndugu zangu, ni milioni ngapi? Elfu moja. Kwa hivyo mtu kama kapiga bilioni tisini, maana yake kapiga milioni elfu tisini za wananchi wanyonge masikini wa Zanzibar, kwa sababu fedha hizi ni fedha zenu kutokana na kodi mnazokatwa mkakamuliwa. Huu jana tulisema na tutaendelea kusema, mwananchi wa Zanzibar miaka mitano hii kakamuliwa, kakamwa mpaka maziwa hayatoke, yanatoka damu.